Ni katika mkutano wa hadhara wa kampeni ya chama cha Ada Tadea hapa uwanja wa Mwanga Center mjini Kigoma, ambapo amesisitiza kuwa ili nchi kukua kiuchumi haraka, swala la teknolojia za kisasa haliepukiki. Ni mabadiliko au mapinduzi ya teknolojia tunataka sasa hivi Tanzania, badala ya kutumia jembe la mkono au kutumia sululu kuchimba mtaro Tunataka tuachane na mambo haya. Tukitaka kuchimba mtaro, tutatumia excavator, ni trekta la kuzoa mataka mara moja. Tukitaka kilimo, hakuna tena haja ya jembe la mkono, ni trekta au yale wanayaita, sisi kwa kia tunaita combine harvester, yale mashine makubwa yale, linalima linavuna na linaweka George Busungu anasema ni wazi kukua kwa siasa nchini kunahitaji serikali ya umoja wa kitaifa ili kuhimarisha mshikamano. inatakiwa tuimarishe nchi yetu hiyo moja ya Tanzania kwa misingi ile ile ambayo baba wa taifa na Karume waliifanya. Mtakumbuka Nyerere alikuwa ndio rais wa muungano na Karume alikuwa makamu wa rais wa muungano. Sasa ili kuimarisha sasa muungano ni lazima tufate misingi ile ile ambayo itapeletea ma, mageuzi makubwa na itaimarisha zaidi muungano wetu, kwamba sisi sio nchi mbili, ni nchi moja. Baadhi ya wananchi wameeleza mapokeo yao kuhusu sera za mgombea wa Ada Tadea ni kuhusiana na mafisadi wanayohujumu hela za wananchi wa nchi ya, wa, nchi ya Tanzania usawa wa jamii katika serikali atakayoiunda. Yu yeye ameongea jambo moja jema sana, kasema keki hii ya nchi yetu inatuhusu Watanzania wote, kwa hiyo tufaidike na keki hii Watanzania wote. Hili nimelipenda sana. Mgombea huyu wa urais kupitia Ada Tadea amewahi kuhudumu katika ofisi ya katibu tawala mkoa wa Kigoma katika kitengo cha mipango na uchumi kabla ya kuibukia katika siasa hizi. Jacob Ruviro FM.